Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika nami kupata nafasi niweze kuchangia hotuba hii nzuri ambayo ndugu yangu Mheshimiwa Mavunde pamoja na Kiruswa pamoja na timu yote ya wizara wameendelea kufanya kazi kubwa na nzuri kuhakikisha kwamba madini yanaendelea kuwa mkombozi kwenye taifa hili, na kama ambavyo mmeona, kabla ya muda ambao ulikuwa umepangwa, sasa tumeweza kufikia asilimia kumi pointi moja katika pato la taifa. Tunawapongeza sana Mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Nikupongeze pia kwa namna ambavyo umeendelea kuhakikisha kwamba hii sekta inaendelea kuwa nafuu kwa wachimbaji wetu wadogo, lakini pia kuhakikisha kwamba inaendelea kuweza kuwasaidia wananchi wa Tanzania. Leo tumeona namna ambavyo changamoto mbalimbali mbali ambazo zipo kwenye wizara yako umeendelea kuzitatua, migogoro mbalimbali umeendelea kuitatua na sisi watu wa Chunya, wiki moja tu iliyopita ulikuwa umekuja kule katika mgogoro wa Mtozira, umeweza kufanya kazi kubwa na nzuri. Leo wananchi wa Chunya na wananchi wa Ifumbo wanafurahi na kuipongeza sana Mheshimiwa waziri na serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wanaendelea na unaendelea kuitumikia. Na sisi tutoe rai kwa wananchi wa Dodoma, watu wa Dodoma wamepata lulu, watu wa Dodoma wamekupata wewe ndugu yetu Mavunde, wasikuache, wasikupoteze wao wakikupoteza taifa itakuwa limepata hasara kubwa sana, na sisi tunakutegemea hasa kwenye upande wa watu wa, wa madini. Mheshimiwa Waziri, baada ya pongezi hizo, nianzie pale ambapo ndugu yangu Tabasamu alizungumza. Sana maeneo mengi ambayo yana risevu kubwa ya dhahabu yako kwenye maeneo ya, ya misitu. Haya maeneo ya misitu mengi, ukiangalia sasa hivi ni leseni za watu mimi mfano, kuna maeneo kule Chunya mengi yamezungukwa sana na hifadhi za misitu. Mfano hifadhi ya Mtombiwe pale, kuna leseni karibu hifadhi yote ni leseni za watu na watu sasa hivi wanaanza kuchimba mle ndani, lakini vibali vinavyotolewa na TFS vimekuwa vikwazo vikubwa sana kwa wachimbaji wetu wadogo. Kwa hiyo tunaona imefika muda haya maadhi ya mapori mengine yashushwe hadhi yawe maeneo ya uchimbaji wananchi wetu wa Chunya na maeneo mengine ya Tanzania hasa kule mbiwe na maeneo mengine kule Itumbi waweze kuweza kuchimba kwa unafuu mzuri zaidi. Mheshimiwa naibu spika, wachimbaji wetu wengi wanazo leseni ndogo ndogo, na nishukuru mheshimiwa waziri amefanya kazi ya kutunga kanuni mpya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile leseni za wachimbaji wadogo hasa PML ziweze kumilikiwa na wachimbaji wazawa ila inapotokea kwamba kuna uhitaji utaalamu, ndio tuweze kupata maexpert toka nje waweze kutusaidia. Lakini hili jambo ni zuri, lakini angalizo lake ni nini? Leo hii kutoka nje wanaojiita maexpert wataingia kwa mgongo kwamba wao wanakuja kuleta utaalamu, lakini watakuja kufanya kazi ambazo sio za kitaalamu. Leo kwenye maeneo yetu ya uchimbaji kuna raia wa kigeni wengi sana ambao wanafanya shughuli nyingi ambazo zingeweza kupaswa kufanywa na wazawa watu wanafanya shughuli za usekesaji wa kawaida, shughuli za uchimbaji wa kawaida, wanaendesha mpaka maguta mpaka kila kitu. Sasa haya hatusiweze kuyaruhusu kwa kigezo kwamba wanaingia kama maexpert. Tuziache huu taalamu ule mkubwa waingie kama wawekezaji au wachimbaji wakubwa, lakini wasiingie kwa kigezo kwamba ni wataalamu, kwa kisha kwamba wanaingia kwenye leseni ndogo ambapo ingepaswa kubakiwa na wazawa. Mheshimiwa naibu Spika, wachimbaji wetu wengi wanafanya uchimbaji huu bila kufanya utafiti. Leo karibu Tanzania nzima wachimbaji wadogo wa wanapata hasara kubwa kwa sababu maeneo mengi hayajafanyiwa utafiti. Kwenye bajeti ya mwaka jana, ambayo ndio tunaenda sawa ukingoni mwezi Juni, ilielekeza kwamba tutaenda kununua vifaa vya utafiti ikiwemo ndege, lakini sasa hivi tunabakiza takribani kama miezi miwili tu, mimi niombe ile ndege ambayo tuliahidi kwamba kununua tunaomba inunuliwe ili utafiti ufanyike wa kina ili wachimbaji wetu hawa wa, waweze kunufaika. Tunawapongeza, mmerusha ndege nyuki, imeweza kufanya kazi, lakini imani yangu kwamba maeneo mengi yakiweza kufanywa utafiti kwa wachimbaji wadogo, tukifikia angalau asilimia arobaini ya wachimbaji wetu hawa, tutaweza kuongeza pato, ile ambayo tumepata sasa hivi tutaongeza kufikia hata kufikia asilimia 15, 15 au zaidi ya hapo, kwa sababu tutakuwa tuna uhakika na maeneo ambayo wachimbaji wetu wanaendelea kufanyia kazi. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ilinunua vifaa vya uchorongaji zile ligi, na niishukuru sisi, Chunya tumepata ligi moja na inaendelea kufanya kazi, lakini ligi hii na kwa, kwa, kwa, kwa ukubwa wa Tanzania bado ni chache. Tuombe serikali, nikuombe Mheshimiwa Waziri kupitia STAMIKO muweze kuona namna gani ya kuweza kuongeza hizi hizi ligi lakini changamoto moja ambayo tunakutana nazo rigi zipo lakini maeneo yetu hayajafanywa utafiti, hivyo wachimbaji wetu kuna wakati wanachukua rigi anaenda kwenda kuifanyia kazi, akienda kwenda kuchimba kule anakosa kile ambacho aitegemea. Ukifanya hivyo, niombe hizi taasisi mbili Stamiko ambao wamiliki wa hizi rigi pamoja na GST waweze kufanya kazi pamoja ili unapoenda kuichukua ile rigi uwe na mtaalamu wa kukufanyia utafiti hapo hapo, ili ukilipia mtaalamu una, unalipia na rigi viweze kwenda pamoja, ili wachimbaji wetu hawa wasiweze kupata hasara kama ambao wanapata sasa hivi. Mtu anachukua rigi anaenda kuifanyia kazi na baadaye rigi hii inakuwa ni changamoto. Mheshimiwa naibu Spika, jambo la mwisho, unaweza kumalizia mambo mawili. Jambo la kwanza ni changamoto ya tozo na kodi ambazo zipo kwenye Mae, izipo kwenye uchimbaji wetu huu. Leo hii kila taasisi ambayo inahitaji kupata tozo inaangalia kwa wachimbaji hasa wachimbaji wadogo wa, imefikia hatua mchimbaji huyu apati faida kwenye uchimbaji wake, kila ambacho anakipata kwa gharama kubwa, chote kinaishia kwenda kulipa kodi, chote kinaishia kwenda kulipa tozo, na hizi tozo hizi zinaenda kukatwa bila utaratibu wowote. Leo kila mmoja anapojisikia kwa wakati wake, mtu aosha anauja kudai tozo pale mtu wa halmashauri anakwenda pale na anafungua mapropela na vitu vingine pale, sijui mtu wa zimamoto, mtu wa mkemia wa serikali na wengineo kama hawa. Kwa hiyo kuwa kuna utaratibu maalum, au kiundwe chombo kupitia TRA au chombo kimoja kikusanye hizi tozo zote hizi, baadaye kiwe kinawagawia wachimbaji hawa, au kwa maana wagawia hizi taasisi za kiserikali, ili sio naleta usumbufu kwa wachimbaji wetu. Jambo la mwisho ni maeneo ya wachimbaji, bado tuna changamoto ya maeneo mengi kumilikiwa na leseni kubwa. Tunaipongeza serikali iliweza kuzichukua zile leseni za utafiti ambazo hazikufanyiwa kazi na kuwagawia wachimbaji wadogo, lakini tunaomba bado tuna maeneo mengi makubwa ya kiutafiti, tunaomba serikali ambayo haijafanywa kazi wayachukue, waweze kuyafanyia utafiti, wawapa wachimbaji wadogo, wataweza kuwasaidia zaidi. Mheshimiwa naibu Spika, naunga mkono hoja.